Yaani nilidhani watakuwa wamepunguza angalau kwenye umaskini huu. Mama zako wapunguze nini bibi? Naona, naona umeshiba. Oh, naona umeshiba mifano yao kwenye umaskini huu. Mama zako wapunguze nini bibi? Naona umeshiba mifano yao mashaka hu umekuwa ume nani, ili hali unatarajia mtoto asiyekuwa na baba. Baba yupo, hajakuoa, umezalishwa tu. Yani umezalishwa kama alivyozalishwa si wa kikao, alivyobakwa na wanaume kumi, alivyokuwa anafanya kazi zake kuwa za Bahamedi Manyara Nikapatikana mimi nikapatikana mimi kwa la baba au tuseme umezalishwa kama alivyozalishwa mwada wa Kikala, ambaye alijichanganya siku zake za hatari na wanaume wawili na ajui yupi wa kumpa mwana. Ah, Mashavu, Mashavu <sighs> ndio maana mimi nataka nirekebishe historia kwa kuolewa ndani <laughs> Ndio maana mimi nataka kurekebisha historia yangu kwa kuolewa na kwenye ukoo huu, eh. Ndio maana mimi nataka kurekebisha historia kwa kuolewa ndani uko uko. ya ukoo ndio haya amani kushinda cha kupika <laughs> Ndio maana mimi nataka kurekebisha historia yangu kwa kuolewa kwenye ukoo ndio <laughs> maana mimi nataka kurekebisha historia kwa kuolewa ndani ya familia malizie mpaka boshira ichukue Ndiyo mana mi nataka kurekebisha huko. Yesu nisaidia. Ndio maana mi nataka kurekebisha historia kwa kuolewa ndani ya ukoo huu na kuwa na ndoa ya amani kushinda Chiku Kikala Masha, Shavu. Kwani? Kwa mdogo Chiku anapita changamoto. <laughs> Tarajia kumuona siku zozote ingina.